Na kwa timu niliyo nayo ndani ya Wizara ya Elimu, Profesa Mkenda na wasaidizi wake wote, sina shaka, sina shaka na hili. Nilipompanga Profesa Mkenda Wizara ya Elimu, alinitazama kwa jicho baya kidogo. <laughs> Nikamwambia Profesa, unaweza nenda kasimame, unaweza, kama kuna watu wanakukwamisha niambie, turekebishe ili tuende mbele ameifanya hiyo kazi vizuri sana. Miaka minne mitano iliyopita tumepiga hatua kubwa. Tulipo sasa siko tulikotoka. Tumeingia awamu hii, nikamwambia profesa, mabadiliko ya elimu ni legasi yako, utakumbukwa kwa hili milele na milele, na nataka ubakie hapo, ubakie hapo, nitakupangia wasaidizi wazuri, ili mukayamalize yale ambayo tumeyaanzisha. Kwa Profesa, I salute you na timu yako, na naomba uko mbele msituangushe, uko mbele msituangushe. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma na kuandika na kuhesabu KKK, kwa watoto wetu wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili sasa umezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Nawatakia utekelezaji mwema wa mkakati huu kwa manufaa ya watoto wetu na taifa letu kwa ujumla, na namwomba Mwenyezi Mungu atubariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais, kuna kitabu sasa cha mkakati wenyewe tuzindulie hapo hapo juu sasa, tukae ili tupate picha vizuri. Tuko mubashara, tuko live. Ehe, Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Uh, Mheshimiwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya amali Zanzibar, Mheshimiwa naibu waziri, makofi mengi. Aya, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tunaomba uanze kuwagawia hao walioko hapo mbele.